Katika zahanati ya Bamburi, Mombasa, wagonjwa mbalimbali wamefika kutafuta matibabu, wakiwemo wanaougua kifua kikuu au TB, ugonjwa ambao bado ni changamoto kwa jamii. Kulingana na wataalamu wa afya, wengi hugundua kuwa na TB bila kujua, kwani dalili zake huanza polepole na huongezeka kadri siku zinavyosonga. Ugonjwa uh, huo wa TB isikuwa najua kama niliupata lakini kuna mahali ilifikia sina ile uwezo wa zile kazi nilizokuwa nawafanya kabisa na kawaida ya uh, mili wangu sa kwa mda nilivokuwa naenda nikidofika kabidi nikaenda kwa kitu fulani nikasaidika, ndo ambapo walinpija wakanthibitishia kuwa na ugonjwa wa TB. Kwa ukweli sikuamini, wala mii mwenye sikujua nitoto wapi ugonjwa wa TB. TB hujitokeza kwa dalili mbalimbali mbali, zikiwemo kikohozi kinachodumu kwa muda mrefu, wakati mwingine chenye damu, maumivu ya kifua, udhaifu wa mwili na uchovu wa mara kwa mara, kupungua uzito bila sababu, homa na kutokwa na jasho jingi usiku. Ugonjwa wa TB unasababishwa na viini ambavyo vinaitwa Mycobacterium tuberculosis. Mara nyingi sana ugonjwa huu unaathiri mapafu lakini ijulikane pia kwamba ugonjwa huu unaweza kuathiri viungo vyote mwilini. Inaweza kuathiri bongo, inaweza kuathiri mapafu, inaweza kuathiri figo, uh, ini, matumbo na hata mifupa. Baadhi ya watu wana hatari kubwa zaidi ya kuambukizwa TB, ikiwa ni pamoja na wanaoishi na virusi vya ukimwi wagonjwa wa kisukari, wale wanaotumia tumbaku au pombe kupita kiasi. Mgonjwa ambaye ako na tuberculosis ya mapafu kifua kikuu, shida moja ya mgonjwa huyu atapata ni makohozi, na wakati anakohoa vile viini vya TB vitaingia kwa hewa na vitakaa kwa hewa kwa muda fulani, na mtu ambaye uko karibu na yeye anachukua hiyo hewa, basi yeye pia anaweza kupata ugonjwa huu wa TB ndio inakuwa ina, ina transmitted kwa hewa. Habari njema ni kwamba TB inatibika. Wagonjwa wanapaswa kutumia dawa maalum kwa muda wa miezi minne hadi sita bila kukatisha matibabu kukatisha matibabu kunaweza kusababisha TB sugu, ambayo ni ngumu zaidi kutibu. Kuna zile za mwanzo ile nomo TB zikieka kukataa, ndio sasa tuna, unakuwa na ile TB sugu, ambao kuna dawa tofauti sana na zile tunatumia kwa ile TB ya kawaida, ambako hiyo mwezi yake huwa yaenda yaenda mwaka na nusu, lakini kwa sasa wameipunguza. Kuna nyingine imekuja strong ambayo inaenda miezi sita, hiyo ya TB sugu. Ili kupambana na maradhi haya, juhudi za kuhamasisha jamii kuhusu kifua kikuu zinaendelea katika vituo vya afya kama zahanati ya Bamburi. Elimu na utambuzi wa mapema ni silaha muhimu katika vita dhidi ya TB.